Jopo la kuwateua makamishna wa IEBC likiwa mbioni kuunda tume bora ya uchaguzi, swala la uadilifu miongoni mwa makamishna lilionekana kuwalemea watano hao, kwani kumekuwa na tetesi za ufisadi miongoni mwa makamishna wa IEBC. Can access the read-only mode and be able to follow through how the tabulation of the results is coming. Arnold Mutwiri naye alitakiwa kueleza ni vipi atakavyozuia ugomvi baina ya makamishna kama ilivyokuwa kisa cha Roslyn Akombe na aliyekuwa naibu wake Chebukati Juliana Cherera. Why should people differ? We should have a, a peer review mechanism that is maybe gives a 360 degrees feedback to our operations. In our, in a way that each directorate Should work in tandem with other, with the other directorate. Watano hao walikumbwa na kibarua kueleza ni vipi watarejesha imani ya Wakenya kwenye tume hiyo inayoendelea kukashifiwa kwa kushindwa kuendesha uchaguzi huru. But if we don't have the huku Mkenya mmoja akisubiri iwapo mahakama itazingatia ombi lake la kusimamisha shughuli ya kuwateua makamishina wa IEBC, jopo la kuwateua makamishina hao liko mbioni kuhakikisha kuwa linawapiga msasa wanaosaka nyadhfa hizo, ikisisitiza sharti taifa lipate tume mwafaka. Samia Dika, K24, Nairobi.